Umevaa hivo sasa, mbona unanitisha we? Wakati tunakuja tulikubaliana tuvaa hivo? Jambazi gani unavaa midude kama hii, havua i mtu, unaonekana mdomo tu, mdomo wako umekuwa mrefu, kachu chungi, huwezi kuwa jambazi bwana. Hacho ufala, acho ufala falani, unanitisha mbinga mon

Nasema hivi, hapa nyumbani kwangu sitaki ugeni wowote. Bebeni vilago vyenu muondoke kwa sababu nyinyi hamna akili. Wewe baba, nitegemea ni mtu mzima utakuwa na busara, lakini hamna kitu. Na wewe hapo, yani na walea, ya, baada niwaze hela kupeleka kikoba, niwaze marejesho na rudisha vipi? Niwaze michezo, ni nitafute hela niwalishe. Hapo hapo wewe mzee, unatoka unaenda kunichungulia choni. Na wewe ulivyokuwa za mwamwa. Unajua kabisa mimi ni mkeo. Unaenda kuchukua mwanaume huko, nilale naye. Eti kisa ana upwili. Hivyo zipo kabisa kichwani kwako.

Nisamei sana dada yangu, unajua nimekosea, umenipangisha nyumbani kwako, lakini bado nikatoka na mume wako Mano, nikakujibu kakujibu jeuri, nikakuziakika, nikakutukana, lakini haya yote ukujali, ukanisamehe na kunirudisha kwenye hali yangu ya kawaida. Mimi sina cha kusema zaidi ya kukushukuru sana. Asante sana.

naomba umpende dadangu, dada, naomba nisamee dadangu, sitaweza da kurudia tena hichi nilichokifanya. Nimejifunza, naomba nisamee sana, haitajirudia tena. Hey, ni shoga yangu ya maisha, usiyachukulie poa. <laughs> Eti nimewakuta wenyewe anaishi, wanakula ugali na chumvi Unasemea nani? Sio manyuka navi n yaani, eti nakwambia, nakwambia wanabebika wenyewe wenyewe tu wamekaa, nakwambia mara wanagusana hapa, wanagusana hapa <laughs> yaani... kunajua tatu ili jambo mi linaniumiza sana, na ukiangalia tangia nilivyoachana na Manyuka sijawahi kufanikiwa kwa chochote na, na inavyoonekana, Manyuka mimi ndo alikuwa nyota yangu. Maana sasa hivi biashara zangu zote haziendi, yani kila ninachofanya mimi akiendi, hata uko kudanga kwenyewe nadanga bure kabisa, lakini sipati chochote. Sasa unavyoniambia kwamba wao eti wapo na furaha, wako na amani, sijui wanakula ugali na chumvi eh, mimi naumia mwenzio, hapo ndo unaponifurahisha wewe sasa. Wewe mwanaume umemtimua mwenye nyumbani kwako, oh hana hadhi ya kutembea na mimi eh? Haendani na mimi sasa hivi. Sasa kitu gani kinachokuumiza wewe mu? Lakini yule bado ni mume wangu na atabaki kuwa mume wangu, na siwezi kukubali eti mtu mwingine aje tu na kunichukulia mume wangu. Yaani mimi lazima nipambanie penzi langu tatu, yaani tatu, mimi sikubali. Asa, unaenda wapi? Niache. Kwanza utamu wangu hapo, chap chap, changamka. Chochote kile unachokitaka, tusamee. Yani, niwaambie hicho mtakachotaka kunipa, nitakipata hivyo vyote, halafu vile vile nitawapiga, nitawapukua leo mpaka mnao ya kwenutaata mwenzenu, kusema ukweli, jogo halipangi halipangi halipangi mtungi. Lengo langu lakini, kinga mkono mzoa, katika utanisaidia katika hili sawa. eh chagua yoyote hapa, katika uende ukamalizane naye, lakini nakuomba nakuomba, mimi bwana, nitakuja kula cha

<tukenye> leo siondoki, nataka pesa yangu hivi. Hii nyumba wakati najenga, nilikuwa nimejenga kwa ajili ya matumizi yangu na watoto wangu, lakini kila siku oh, nitakupa hela kesho, mara taletewa, mara mchezo. Mimi hayo mambo siyataka. Lakini mama... lakini nini? Naomba uondoke unanichelewesha na mambo mengi. Mama, mimi naomba nivumilie tu kwa muda wa siku mbili tatu. Lakini nikishapokea tu pesa yangu mama kwa Mama Juma, mimi nakuletea mapesa yako yote unidai. Hebu una nisikilize wewe. Hayo maneno sio mageni jijini. Labda awe mgeni ndo ameingia leo yatakuwa mageni. Naomba pesa mama. Mbona unanichelewesha na mambo mengi? Basi naomba nenda nikasema. Wewe. Ni hela kubwa nakudai. Hivyo vitu vilivyobaki ndio thamani ya ile nayo kudai. Naomba uondoke. Naomba uondoke unanichelewesha na mambo mengi. Mimi nimekusamea mdogo wangu, tena nimekusamea kutoka moyoni, kwa kuwa umekiri makosa yako mbele yetu. Tabia ia itabia sio kujirudia tena, sio kwangu wala sio kwa mwingine. Mume wa mtu anauma, japokuwa hana meno. Yaani, mtu akishakwambia niachie mume wangu muachie na mimi sikutaka kufanya yale yote niliyofanya, ila wewe umenishawishi mwenyewe nikufanyie yale, kwa sababu ulikuwa mjeuri an yani, unanijibu unavyojisikia wewe kiasi yani, kwamba unasimama kwamba unaniweza unanimudu. Mnajiita wenyewe watoto elfu mbili, una kipi sasa ulichokiweza eh? Acheni ka mdomo vi mdomo sio vizuri, mnakuwa wajeuri kupitiliza. Umeona sasa nimekupa cha mia mbili tu, hicho umeangaika nacho. Yani mimi bwana, mimi ni mstaarabu sana, ila mtu akinikwaza yani mi nakwaga sana, sina huruma na mtu, ila ukienda na mimi vizuri, yani utakuwa utakuwa yani, yani utafaidi. Ila kwa hiyo mi nimekusamehe. Ah, mke wangu mimi ni kushukuru tu kwa kuwa umemsamehe Dore, ni jambo zuri sana na pia naomba unisamee na mimi tukana, sote tuna makosa. Mimi ni kuahidi twaii tuijitokeza tena, mke wangu, kwa mwanamke yoyote yule, awe Mwarabu, awe Muindi, Mzungu, sitakusaliti. kwa kuwa umelitambua kusalako mimi nimekusamea. tena nimekusamea kutoka moyoni, sina kinyongo na wewe wala na Doli. ila Jafari, angalizo ukirudia, ukirudia tena, Jafari nadhani unanifahamu Hey, mimi huwa sipendi kurudi nyuma. Yaani, mi nikianzisha safari yangu nimeanzisha. <tipos> mi nimekusamehe, lakini hili nalo liwe funzo kwako, na sio kwako tu, hata kwa wengine ukiwaona huko, mwenye tabia kama hizi za kuchukua naume za watu unaoweza kumweka chini na kumuelezea bwana moja mbili tatu, iwe onyo. Onyouka, mme wangu mi nombo, nisamee. Mi nimejutia makosa yangu na ndo maana nakuja kukiri kwako. Mme wangu, nisamee, turudi kama zamani. Mama yangu mzazi wa, ah! Kwanza usinishike, alafu tena unanichulia, yaani ukitaka uongee na mimi, naomba usimame, naomba usimame, ndoongena mimi sirudi tena baba yangu. Yaani mi labda ni yaani hakuna hakuna mjinga ambaye anaweza kafanya swala kama hilo. Kipi ndio unanifukuza pale? Wauliza uliza, mimi nitakuwa sina kwa kwenda eh. Tatizo shida ni wanake ndio hilo, yaani ukiwa na kitu tunajifanya yeye hey, ndio kila kitu. Sasa hivi umenifukuza, sasa unaona umuhimu wangu. Jino lilikuwa alipo hapa, ukaona sasa jino hili halina kazi, ukaling'oa, ndi saizi unapengo sasa, shangata unashindwa kunywa mchuzi, unaanza kuja kujikomba komba. Na sasa mimi sikutaki, mimi nimesikomba, nimefunga vio, mimi sikutaki tena. Saab. Mimi nimejutia makosa yangu alafu tena mimi hapa. Mimi hapa niko tayari hata kuanza mke wa pili. Yaani bibi mkubwa afu mimi bibi mdogo. Mimi nimekubali kabisa manyuka. Ila usiniache babangu, nisamehe mimi. Yaani zawadi, ninaomba unisikilize kwa makini. Mimi siwezi kuwa mjinga kiasi hicho. Ile siku ile nilipoondoka kwako na ndio nikasema kabisa mimi na wewe basi, siwezi kukuweka hata mchepuko. Kwanza, ondoka asije vipi hapa akaja akaona kama mimi naendelea kukubembeleza wewe, tumerudiana. Bwana ondoka. Manuka, manuka, nihurumie na mimi, na mimi binadamu nakosea. Yaani, wewe unaona mimi nimepata mtoto wa kitanga sasa hivi eh, nakula nachokitaka, eh sasa hivi napendeza, unavyoniona mtoto watu wa Mlogolo eh, eh nimekuwa handsome boy sasa hivi. Tayo, unaanza kujikomba komba. Alafu usichokijua mtoto wa kitanga. Yaani, nikikohoa mtu ana... baba umeumia. Pole, nikupeleke hospitali. Si sasa ndio na shanga nataka uje kuniharibia. Ondoka bwana. Aa, ondoka bwana. Aa, sawa, ndio ondoka bwana. Mimi bwana, mimi sitaki tena matatizo nawe. Mimi nimeshapata sehemu yenye utulivu, nimetulia. Kwa hiyo sitaki tena shida, ondoka. Manyu kama mimi mkeo, oh